Benki ya Maendeleo ya Kilimo imeweza kuniwezesha kusogea mbali. Biashara nimeanza mwaka 2013 nikiwa na mtaji wa shilingi laki mbili ambapo nilikuwa nafanyia kazi Kagongwa, nilikuwa nauza na chenga Nilisogea kidogo baadaye, nikawa na kopa NMB walikuwa wananiwezesha, niliendelea nayo lakini baadaye nikawa nimekutana na watu wa TADB benki, ambapo watu wa TADB benki waliniwezesha kujenga haya magodauni. Magodauni haya mimi nilinunua tu kiwanja ambacho hapa kulikuwa na shamba la mahindi, lakini mpaka sasa mnavyoona ni nimebadilisha kuwa kiwanda. Nina viwanda viwili vya kuchakata na kugredi pamoja na, na kukarasoti. Mashine ya kuchakata mpunga ina uwezo wa kukoboa gunia elfu moja kwa siku, na mashine ya kukarasoti na kugredi ina uwezo wa, wa kugredi tani 50 kwa siku. nimeweza kuajiri watu kama tisini na sita vijana wa, wa kudumu wako sita na vibarua vijana wako hamsini lakini pia wakina mama wako arobaini. Ninaishukuru Benki ya Maendeleo ya Kilimo kuweza kuwa pamoja na mimi na kuniwezesha na kufanya haya yote ninayoyafanya.